Je, kuna litakalowatupa watu katika moto isipokuwa yachumwayo na midomo yao na ndimi zao? Kutokea hapa ilikuwa ni wajibu wetu ndugu zangu Waislamu kufahamishana na kuelekezana shari ya ndimi zetu, au yale tunayoyazungumza mara nyingi. Katika vikao vyetu tukasema, katika mambo, miongoni mwa mambo ambayo ndugu zetu jamii ya Kiislamu tumeghafilika nayo sana ni mtu kutoa laana, na mara nyingine ni mzazi hutoa laana kwa watoto wake, au baba akatoa laana kwa wanawe au mke au mume, au jamii kulaaniana kwa jamii nyingine, wanaolaani na kufanya kitendo kile, wakawa wanaona kama ni kitu kidogo kwao. Lakini zisikilize athari za mambo ya kulaani laani ovyo ovyo.

hawatokuwa mashahidi n yani hawatotoa ushahidi wala hawatokuwa waombezi yani hawato waombea watu, yawm alqiyamati siku ya Kiyama. Hadithi hii yameisimulia Abu Darda katika hadithi zilizopokewa na Imam Muslim, la yakununa shuhada wala shufaa yawm alqiyama allaanun wale wenye kulaani watu, wenye kutoa laana hawatokuwa waombezi wala mashahidi wenye kutoa ushahidi siku ya Kiyama, kwa sababu tayari wameharibu CV zao kwa midomo yao ambayo ilikuwa haina break hapa ulimwenguni kwa kutoa toa laana. Pia katika hadithi nyingine imesimuliwa na Abu Darda na kuipokea kui Abu Daud, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi hiyo Inna al-abda la idha la'ana shay'an, hakika mja anapolaani kitu. Sa'idat al-la'natu ila as-sama, ile laana yake aliyolani hupaa mbinguni. Inapofika katika milango ya mbingu, fataghliqu as-sama'u abwabaha dunaha, kwa ubaya wake leno lile, kilma kile milango ya mbingu hufungwa kusema fulani maluun au Mungu akulaani, au mfano wa hiyo, ukatoa laana kwa kitu au mtu, ile laana upaa mbinguni. Ikifika mbinguni milango ya mbingu inafungwa kwa ubaya na uzito na hatari ya neno lile, fataghliqu as-samau abwaabaha dunaha fatahbitu ilal-ardh, kilma kile kinapofungiwa milango ya mbingu fataghliqu al-ardu abwabaha dunaha. Nayo milango ya ardhi inafungwa mbele ya neno hilo. Ikishafungwa milango ya mbingu na milango ya ardhi mbele ya neno kalima ulichokitoa cha laana. Asema Mtume fatakhudhu yaminan wa shimalan. Neno lile la laana linaanza kutafuta kulia na kushoto kushto yani, kama mfano wa mnyama ambaye anatafuta pahala pa kutokea, hakuna pahala pa kutokea. Inatafuta kwa mbinguni, hakuna njia, ardhini kumefungwa. Yaminan washimalan, na kwenda mashariki magharibi, kulia na kushoto, kinatembea kina, sasa kilima chalala yaminan washimalan, fain lam tajid masaghan kama hakikupata nafasi yoyote, nafasi ya kukaa pahala pa kukaa, na hakipati nafasi ya pahala pa kwenda, anasema rajaat alkalimatu ila alladhi lu'in. Sasa kinakwenda kwa yule aliyelaaniwa, yule aliyelaaniwa sasa, kile kilima kinamfuata yeye, sasa laana inakwenda kwake. Fa in kana ahlan, ikiwa alistahiqi kulaaniwa, kinamsibu kile kilima cha laana wa illa, lakini hakustahiki kulaaniwa tu, juzafa, unarembea tu. Pengine wewe mwenye kulaani ndio unastahiki kulaaniwa, una, unarembea tu neno hili. Sema ikiwa mwenye kulaaniwa amestahiki kulaaniwa, kulaaniwa. humsibu ile laana wa illa rajaat ila qailiha, kama hakustahiki huwa kinarudi kwa yule mwenyewe aliye laani. Nakukisema laana nyingi wazinawapata wenyewe kwa sababu kwanza unamlaani huyu mtu kivipi? kakufanya nini wewe? kachukua chako kipi? kakudhulumu nini? kakukosea nini? jambo gani limefika hatua mpaka utoe laana, tena kwa ndugu yako Muislamu? Hapa nawataka akina mama watanabahi sana wanapowalaani watoto wao wazee watanabahi sana wanapozitoa laana kwa watoto wao. Sisi watu wa kawaida tuangalie vizuri sana laana tunazozitoa kuwapa watu, huenda zikaturudia wenyewe wale, audhu billahi min dhalik. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii anatufundisha waislamu kwamba si tabia nzuri kulaani laani, kwa sababu mwisho wa siku hiyo laana hurudi kwa wenye kulaani wenye wao na ni nini maana ya laana? Unapomwambia mtu Mungu akulani, maana yake unamtoa katika rehema ya mwenyezi Mungu, mal'un, yaani matrudun min rahmatillah. Ukisikia mtu kalaniwa, maanake huyo katoka katika huruma za Allah, hayupo katika kurehemewa na Allah, amefukuzwa kama alivyofukuzwa Iblisi, ndio maana tunasema shaitani rajim lai almalun liannahu turida min rahmatillah, alivyofukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mwenyezi Mungu, hana toba na amekuwa mtu mtu wa motoni daiman abadan. Sasa unataka mwenzako awe miongoni mwa huyo awe pamoja na Iblisi? Kwa kazi gani aliyoifanya au kwa jambo gani alilolitenda? Kwa dhambi gani sasa mwisho wake ndio kama huu. Bali katika hadithi tuliyoisimulia hii Ijumaa iliyopita, Ibnu Mas'udi amesimulia kutoka kwa mtume kwamba la yakunu almuslimu la'ana, Muislamu hawe mwenye kulaani laani sana, wala fahasha, wala mwenye kusema na kunena maneno machafu, wala ta'ana wala mwenye kuwataja watu kwa aibu wala albadhi, hata mwenye kuzungumza mazungumzo yake hayaandamani na mambo machafu na maovu. Hapa tumefeli ndugu zangu. Unajua kwa nini mtume alisema? innama buithtu liutamima makarim al akhlaq, hakika si lingine nimetumwa ili kuja kutimiza tabia njema Mtume salam si aliyeanzisha tabia njema. Wapo wenzake kabla yeye walianzisha kazi hizo, ndugu zake manabii na mitume wengine. Hizi kazi za tabia na akhlaq na da'wa, mtume sa salam alikuja kutimiza. Ni kazi imeanzwa, yeye anakuja kukamilisha. Kwa hiyo hata tabia njema, mtume anasema mimi sikuja kuanzisha, nimekuja kukamilisha ni kama mfano wa jengo, wenzangu wameshalijenga, imebaki pahala, sasa kuja kufanya finishing. Aliyekuja kufanya kazi hiyo ni Mtume Muhammad. Ndio maana unakuta tuliposomeshwa adabu al-arabi, kuna somo kule la literature, tunasoma maisha kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyokuja ilikuwaje, yale mazingira wallahi alazim Ule mujtama unaitwa mujtamau uljahili. Ukisoma sira au tarikhi, ule mujtama, ile society ilikuwa kabla ya mtume hajatangaza utume, inaitwa alasr uljahili, watu walioishi katika ujahilia. Wallahi, kama ukiisoma kwa insafu historia ya kijahilia, utakuta kwamba katika baadhi ya vipengele walikuwa best katika akhlaq kuliko sisi ambao tunaishi katika Uislamu. Hili nalizungumza kwa sababu tabia walizokuwa nazo, walikosa tu imani, walikosa tu tauhidi, lakini kulikuwa na akhlaq za hali ya juu kabisa. Utasoma, utasikia Abu Bakr as-Siddiq hakuwahi kunywa pombe hata siku moja, na kabla ya Uislamu wala baada ya Uislamu na Uislamu bado haujamwambia inama alkhamru walmaisir wal walansab walazlam rijsu min amali shaitan fajtanibuh. Bali hakusema uongo kabisa katika mujtamaa wa kijahili, na hakuna aya wala hadith mtume bado. Kwa nini? alikuwa ni sadiq mpaka akawa Abu Bakr ni Siddiq, wakati uislamu uliozungumza hayo bado haujaja au au haujatangazwa, utume bado. Lakini mujtama ule ulikuwa katika akhlaq. Miongoni mwa mambo ambayo walikuwa wanayafanya wale watu, walikuwa wanakimbia sana kusema maneno machafu. Maneno machafu, watu wa jahiliya kabla ya Mtume, wanayakimbia. Ndiyo maana ukisoma lugha ya Kiarabu utakuta kuna mambo mengi huwa yanazungumzwa kwa kinaya, kwa kinaya hata Qur'ani iliposema au jahadu minkum min al-gha'it, unajua nini maana ya gha'it? Hili ni neno, lakini wanasema ni ismu makan. Gha'it siyo ile haja yenyewe, unapokwenda haja, hapana, ni pale pahala, ismu makani ni sehemu, au ni kile kitendo cha mtu kuchutama. Angalia, hataji moja kwa moja maneno yanayoleta ukakasi, maneno yanayoleta mshangao au kutia haya. Hivi ndivyo utakavyosoma e, asri yoyote au watu waliopita kabla hata ya utume. Mafumbo mafumbo. Na hivi ndivyo walivyokuwa wazee wetu sisi Waswahili. Ilikuwa mzee hata akizungumza mbele ya watoto au mbele ya awam minan nas, hata aseme tusi, lakini utaona namna lilivyovishwa nguo na stara. Watu wote watafahamu alichomaanisha huyu babu ni nini, lakini kwa njia ya kistara. Na ndio maana wengine mpaka leo hawasemi mwanamke ana mimba, wanasema mwanamke ni mjamzito, kwa ile kusoma kwao na utamaduni wao wa namna ya kutumia maneno hiyo ni moja katika culture ambazo asruljahilia walikuwa nazo hata kabla ya Uislamu. Basi wanakwepa yale maneno yenye kutia ukakasi, yenye kutia haya, na ndio maana hata Qurani ukisoma haizungumzi jambo tendo moja kwa moja, inakupa kinaya. Aula mastumun nisa, amekusudia nini Allah anaposema au mkawagusa wanawake? Ulama baadhi yao mitafsiri kuwagusa ni kuwaingilia. Na ndio maana hata unasema kumwingilia, jimaa. Vitu hivi vyote ni kukimbia maneno machafu mabaya, ambayo yana saundi vibaya katika masikio. Lakini leo mtu anapokuwa anakaa, anaongea, anataja kiungo moja kwa moja, watu wote wanasikia, wanafahamu na kwake inaonekana kama ndo amestaarabika zaidi. Utafikiri sote alikuwa hatuyajui hayo, ameanza kuyajua le leo yeye. Lakini huu si ustaarabu kabisa, huu wala si Uislam. Ndio maana Mtume akasema la yakunu almumin fahasha, si mchafu wa maneno Mwislam. Wakati Mtume amekaa pamoja na Sayyida Aisha radhiyallahu anha wa an abiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amepitiwa na kundi la mayahudi pale. Watu wako pamoja pale, mtume yupo. Mayahudi kama kawaida ya vitimbi vyao, wakamsalimia mtume, lakini hata salamu zao zilikuwa za vitimbi vitimbi. Wakamwambia assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka maana, almautu alayka, Mungu akuue, Mungu akulani. Ndio maana assalamu alayka sasa, wakionyesha kama wamesema assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Muhammad.

ya Mwenyezi Mungu na hasira zake na mauti juu yake. Mtume alimwambia Aisha, Aisha, Almu'minu la yakunu fahasha. Wakati katukano hapo mtume wambia, Rasulullah, husikii wanavyosema? Asema, hukusikia nilivyojibu? Wamesema samu alaika, kweli nimesikia, mauti juu yako kifo juu ya nimeambia wa waalaikum, na pia nyie juu yenu, basi imetosha lakini usiongeze zaidi ya hayo, kwa sababu mu'min hawi mchafu wa maneno. Biblia bibia ikisema wa alaikumus salam wa la'natullahi wa ghadhabi. Wakikufanyeni uadui, wafanyeni mfano wa uadui wao. Angalia Uislamu ulivyokuwa na uadilifu, uadilifu bimithli ma'tada alaikum, Qur'an qurans faman tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Kama amekufanyia uadui mfanyie kwa kiwango na kadri ya uadui wake. Usiseme umenipa kilo nitakupa kilo mbili, bimithli ma tada alaiku. Na kama utasamehe, Qurani pia ina maelekezo yake katika mambo Kusameheana ni bora zaidi. Mtume amefundisha kila kitu, kila kitu. Katika hadithi nyingine iliyosimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, arda muttafaqun alayhi, ameisimulia na kuipokea al-Imam Bukhari na Muslim na Abu Dawud na Nasa'i na wengineo. Hadithi hii kama tutaiweka katika milango yetu au sebuleni au katika vyumba vyetu, tuwe kila tukiiona

na kumpiga muislamu, kupigana na muislamu vita kati ya muislamu na muislamu kufru. Ulama wakasharehesha shurahu alhadith wakasema inistahalla e, dhalika unaokutoa katika Uislamu, kama utasema ni halali mimi kumpiga huyu, yani ukilihalalisha hilo kwa ndugu yako muislamu, unaingia katika kufr Muislamu na mwislamu ni ndugu, na wala mwislamu hahalalishi damu ya, ya ndugu yake mwislamu. Haya maneno utakuta yamebakia katika vitabu tu. Leo tunatukanana, tunapigana, tunauana waislamu kwa waislamu. Ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zimejaa ndugu zangu. Miongoni mwa mambo makubwa ambayo ndimi zetu zimechupa mipaka ni katika jambo zito leo ambalo limeenea katika jamii yetu, jambo linaloitwa alqadhfu. Alqadhfu kurembea, lakini hii maana yake kumtuhumu, kumtukana mtu kwa matendo ya uzinifu au ndugu zake uzinifu, akina liwati na mambo mengine. Alqadhfu hii vilevile ni katika maneno machafu ambayo ni hatari inayopita katika ndimi zetu katika maneno mabaya mno, na utashangaa bwana Mtume aliposema, e, ijtanibu saba almubiqati, yepusheni na madhambi saba makubwa yenye kumwangamiza na kumtokomeza mtu katika uovu na ubaya. Wakamuuliza, mahunna ya Rasulallah, ni yepi madhambi saba Mtume akayataja, ashirku billah wasihr

ushirikina, uchawi, kuua nafsi ambayo haikuhukumiwa kuuawa kwa sheria, kula mali ya riba, kula mali ya mayatima, kukimbia wakati wa mapambano, kuwatukana wanawake waliostirika, waliojiheshimu, walio mbali na uchafu hii inatakiwa ifanyiwe kazi sana. Kadhfu ubaya wake ni mkubwa, kwa sababu hili jambo tukiliachia au likiachwa tu kama halikusemwa ndani ya mujtamaa wa Kiislamu itakuwa ni vurugu ndani ya jamii ya Kiislamu, chaos fasad, kwa sababu ni jambo la kuwaharibia watu heshima. Ndio maana ili kukatwa watu ndimi zao juu ya jambo hili na kuwekwa adabu kubwa sheria ya Kiislamu, mtu akija na kadhfu, yaani akamtuhumu mtu fulani ni malaya. Sisi tunasema hivi bila kuogopa, hii ni kadhfu, matusi makubwa haya. Ushahidi wako ni nini? Limuona kaingia gesti na mwanamume fulani na miraba minne? Kumuona ameingia gesti tayari ameshakuwa malaya, ameshakuwa muhuni? Hii ndio kadhfu katika sheria huyu aliyesema maneno haya, hata kama ni kweli kamwona kaingia guest na ni kweli wameenda kuzini, bado haijawa mubariri wa huyu mtu kutotiwa adabu. Anatiwa adabu huyu mtu aliyosema nimemwona. Kuona kwenyewe iwe vipi? Angalia Uislamu ulivyoweka vipande hivyo, kwamba nimeingia mimi na fulani na fulani na fulani, kataja watu wanne hawa hapa tumeingia pahala fulani tumemwona bwana fulani na binti fulani wanafanya kitendo kichafu cha zina. Tena mimi nimeshuhudia kwa macho yangu, kiungo fulani cha bwana fulani kinaingia katika kiungo fulani cha bibi fulani, kile kiungo ukione. Subhanallah, haya yatatokea lini? Niambieni, lini? Itafikia hadi kwamba tumeenda watu wanne barabara, waliozungumziwa kwa sheria, tumeona tumeshuhudia? Ni nadra kutokea haya, na ukisoma historia ya Kiislamu kwamba ni nani na nani waliofanya haya, au lilotokea tukio hilo wakaona wakapeleka habari. Haya yote ni kuonyesha kwamba kuna ubaya mkubwa sana wa tabia hizi za mambo aina hii yanayotokea katika jamii. Ni wangapi wamevunjiwa heshima zao kwa sababu ya vitu kama hivi? Ni wangapi walioharibikiwa katika dunia na dini yao kwa sababu ya vitu kama hivi? Haina maana kwamba fulani uliyemtuhumu kama tuhuma zao au tuhuma zako ulizosema juu yake ni kweli kwamba umesalimika. Asi, watu wengi wanadhani kwamba ukisema ah, fulani ni malaya. Kama ni malaya kweli, eti huna dhambi? Hapana, hata ikiwa kweli, kwa sababu umeleta ushahidi katika njia ambazo sizo zenyewe zinazohitajika za kisheria, umekuja kulizungumza jambo ambalo sio pahala pake. Kama unataka kutoa ushahidi uwe naweza wa nne, umeona umeshuhudia kitu fulani kinaingia pahala fulani, hapo utakuwa umeleta ushahidi, na itasimamishwa hadi kwa yule ambaye amefanyiwa amefanya jambo lile. Wa illa unapigwa wewe hudud katika Uislamu, napigwa hadi mimi wakati nimemwona. Hata kama mimi ni mkweli, hata kama wewe ni mkweli, utakuwa huna adabu, kwa sababu hukufuata instruction ya mambo ambayo Uislamu umeruhusa hapa ndipo tunapokuja kujua hatari ya qadhful lmuhsanati lghafilati almu'mina. Ubaya wa ulimi, hapa ndipo unapotuingiza katika muhlikati, na unapoona dhambi limeunganishwa, subhanallah, ushirikina, kuna dhambi kuliko shirki, kuwa una dhambi ku riba dhambi ya riba, anasema mlango mdogo katika riba ni kama mtu kulala na mamake akamzini. Mlango mdogo unapo kula riba, umetangaza vita kati yako na Allah. Angalia haya maji, dhambi yote haya yanakwenda kuwekwa pamoja na dhambi la kutukana, hujue kwamba hili na haya ni, ni kawaida y kwamba vitu vyote vinakaa pamoja kwa sababu albahaimu ala ashkaliha taqa. Ndege huwa wanaruka katika sehemu fedha ile, ambayo ubawa wa kunguru na kunguru wenzake, njio na njio wenzake, ili dhambi hili zito na madhambi menzake, akina shirki, akina kuua, akinakula riba na kutukana. Hapa inabidi mtu awe makini sana katika kutoa ulimi wake. Na kutoa ushahidi wake na kuzungumza vitu ambavyo hana ushahidi navyo, kwa sababu inna samaa wal basara walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu masuula, nasema macho, masikio, nyoyo, hivi vyote vitaulizwa siku ya kiyama. We macho, uliona uliona nini? Ni kweli? We masikio, ulichosia? Nyoyo, haya yote atakuwa makana suali ya umal alqiyama.

Mwenyezi Mungu anasema Waislamu, hizi ni adabu watu wajilazimishe nazo. Usidhanie watu mabaya, wala usiwasegenye watu, wala usiwadharau watu, wala usiwafasiki watu, wala usiwaumbue watu. Haya yote ni mafunzo ya dini, lakini chote ulimi huu kinyama kidogo sana, kina madhara yake ni makubwa. Mwenyezi Mungu atusalimu salama na madhara ya ulimi.